Ndugu yangu, ndugu yangu, imagine hii dunia. usiamini mwanamke ndugu yangu, ni mbaya sana yaani ukiamini mwanamke, ukiamini mwanamke nitoke. Toka nitoke. Ndugu yangu ninakwambia ngo usimwamini mtu. Siamini mwanamke. Ndugu yangu yule mwanamke. Eh, na mwanamke na ndugu yangu. Yaani yeah, mdogo wako kabisa. Ndugu wangu kabisa. Eh, wewe unaona atakuwa Biblia ukiona. Hey, hey. O, Jonathan, bili, bili, hey. Hey. Samson. Imagine Samson. Eh, hey. Ndio hiyo. Ndio kabisa. Samson. Samson ndiye lile alimdanganya. Imagine ndiye lile akamdanganya. Akamnyoa. Akamnyoa. Akasema kitaisha, kitaisha sote. Ndugu yangu, ndio anasema usiamini mwanamke. Imagine, siwezi amini mwanamke. Imagine. Alafu, alafu eh, nikuulize suwani ndugu yangu. Eh, ndugu yangu. Sasa ingekuwa Adam, ingekuwa Eva, Adam kami na nyoka. Na, eh. Adam waka muamini. Waka muamini. Ama, imagine Adam waka muamini. Eh. Sasa singekuwa tu saizi tunakula tu vizuri. Tu, tu ngekuwa tu, yani kila kitu ngekuwa tunakula poa. Dugu yangu siamini mwanamke. Lakini tu siamini. Eh, eh, nyakua ilu siamini. Itu siamini. Itu siamini siyami, mwanamke andre tu pasani. Ah, kuna. Atena na hii. Ata. Ata, ata, ata mwana akikwambia nakupenda. Eh. Eh, we siamini. Sawa pe hata kutafuta mwingine weka. Maisha ni ngumu sana. Mm, siamini si, si, mwanamke yote eh, siamini.